Karibu visiwani Unguja, karibu mkoa mjini Magharib. Leo nimeifunga safari hadi katika jimbo la Kikwajuni, jimbo ambalo linaongozwa na injinia Hamadi Yusuf Masauni, mbunge pia ni waziri wa muungano mazingira, serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania. Nimeifunga safari hadi shule ya Kisiwandui Zanzibar. Najua nikisema skuli utashangaa, kwa hapa visiwani Zanzibar sisi tumezoea kusema skuli. Basi nikukaribishe katika shule hii kongwe iliyoasisiwa mnamo 1 Januari 1955 1, shule hii wakati inaasisiwa ilikuwa na wapatao wanafunzi 200 hadi 210 kutoka eneo la Kikwajuni kwa Msellem kuanza darasa la kwanza hadi darasa la sita, lakini ilipofika mnamo mwaka 1956 waliongezeka wanafunzi kutoka skuli ya Forodhani, Ng'ambo, Rahaleo. Wanafunzi hawa walikuja kujiunga hapa kama darasa la sita na darasa la saba ambao ni wasichana. Mnamo mwaka 1969 Shule hii ilianza kuwa shule ya mchanganyiko yaani, wanaume na wanawake. Lakini kufikia mwaka 1991 na kiliundwa kitengo maalum cha wanafunzi wasioona. Lakini mwaka 2000 kiliundwa kitengo maalum cha walemavu wa akili. Lakini mwaka 2005 ilianzishwa wazo la kuanzisha elimu mjumuisho hadi kufikia Tarehe nne ya mwezi wa nne mwaka elfu tano shule hii ilianzisha elimu mjumuisho chini ya walimu saba waliopitia mafunzo ya elimu mjumuisho Mkuruma. Hapa ni Kisiwandui, hapa ni Unguja, hapa ni Mjini Magharibi. Shule hii ni moja kati ya matunda ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar.